Katavi oye, Mpanda. Mpanda. Safi sisiemu oye, ndugu zangu, wana Mpanda, na taarifa kuhusu uwepo wa madai ya fidia kwa wananchi waliopisha miradi ya maendeleo. Wapo wananchi 243 wanaodai fidia baada ya kupisha ujenzi wa barabara ya Mpanda hadi Vikonge liyokamilika mwaka 2021 pia wapo wananchi 830 wanaodai fidia kwa kupisha ujenzi wa barabara ya Mpanda hadi Sitalike ya muda mrefu sana mwaka 2012 2013. Sasa niwaahidi kwamba nitaielekeza Wizara ya Ujenzi kufanya upekuzi wa madai haya na yale yatakayothibitika ni madai halali nawahakikishia kwamba tunakwenda kuyalipa. Lakini pia kama mlivyosikia, katika siku mia moja za kazi, mkitupa ridhaa, serikali ya Chama Cha Mapinduzi inakwenda kufanya ajira ya watu elfu tano wataalamu wa afya, ambao mgao huu ukitoka, mkoa huu unakwenda kupata pia.